Kwa mujibu wa taarifa kutoka TMZ, Cassie anatarajiwa kutoa ushahidi katika kesi ya shirikisho dhidi ya Diddy kwa kutumia jina lake halisi. Katika nyaraka za mahakama, ametajwa kama mshukiwa wa uhalifu namba moja, ni victim number one na atabakia kuwa wasiri, tofauti na wanawake wengine watatu wanaodaiwa kuwa waathirika na ambao wameomba majina yao yastajwe ili kuepuka unyanyasaji na kulipiziwa kisasi. Waendesha mashtaka hivi karibuni walifichua majina ya wa waathirika waliokuwa wasiri kwa timu ya mawakili wa Diddy. Ushiriki wa Cassie tayari ulikuwa umejulikana kwa umma kutokana na video salama ya hoteli ambayo imetajwa katika hati ya mashtaka. Video hiyo ambayo CNN iliwahi kuionyesha na baadaye kuliwa kwamba waliharibu, hapa kimaanisha ile video ambayo Rapa Diddy ilikuwa ikimuonesha akimshambulia kwa kumpiga vibaya Cassie. Diddy ambaye kwa sasa amezuiliwa katika gereza la MDC Brooklyn, anakabiliwa na mashtaka mbalimbali yakiwemo kula njama kwa ajili ya uhalifu, yani racketeering conspiracy usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya biashara ngono na sex trafficking na usafirishaji wa watu kwa madhumuni ya ukahaba na kesi zingine. Kesi zote zimepangwa kuanza kusikizwa Mei 5 mwaka 2025 na tayari amekwisha kuyapinga mashtaka yote na amekanusha tuhuma hizo dhidi yake. Kesi alikuwa ex wa huyu alimshtaki mwezi Novemba mwaka 2023 kwa madai ya ubakaji, unyanyasaji wa kimwili na usafirishaji haramu wa binadamu. Ingawa kesi hiyo ilimalizika kwa maridhiano ya haraka